Kijana mwenzangu, ndugu yangu, kuna comment moja nimeisoma jana, nimetafakari ah, sana. Kuna jamaa mmoja anauliza, ana milioni moja, hajui nini cha kufanya, hajui ni biashara ipi aifanye. Kuna jamaa mmoja ameandika kitabu cha Rich Dad Poor Dad, maarufu sana kama Robert Kiyosaki anasema kwamba the the poor and the middle class working for money The rich have money, working for them. Sasa maana yake ni nini? Ukijaribu kuangalia tafsiri yake ni kwamba maskini na watu wa daraja la kati wao wanafanya kazi kwa ajili ya pesa. Umeona bwana? Lakini matajiri fedha wanazo, wao wanazitumia. Umeona? Wanazitumia. Tafsiri yake ni nini? Naweza nikakupa mfano wa biashara moja ambayo naifanya hmm? Karanga kilo moja, elfu tatu, mifuko ile mia saba ya kufungia karanga zile, shaona bwana, mkaa wa shilingi elfu moja. Nikikaanga zile kaanga, nikazifunga eh? Umeona, nazalisha elfu tano nyingine, ambapo ni swala rahisi kwao lazima utafute namna mazingira yale wewe yanakuzunguka, uangalie ni huduma ipi ambayo watu natakiwa wapelekee. Labda baiti, umeona labda upo karibu na shule, unaweza kufungua kaduka ka pipi pipi, chokleti baiti, karanga korosho, eh? Umeona bwana, unaweza kaua katengeneza tu barafu eh, so kwamba unapoanzisha biashara una milioni moja uitumie yote milioni moja, una laki mbili no, Eh, unabakiza saving kidogo. Ile saving unapobakiza umeona bwana, ile saving unapokuwa unaibakiza maana yake ni nini? Wewe unakuwa unaangalia demand ya kile unachokiingiza, kile unachokitafuta, maana yake pale unazalisha, eh, una make production, then unatengeneza sales, umeona mauzo. Kwa hiyo vitu hapo vya msingi ni uzalishaji, eh, pia utafute, jifunze sanaa ya kuuza, namna gani utauza? See you at the next one.